Bayana. mm -hmm. Mwanaume anawaza ngono kila baada ya sekunde saba. Mwanamke hayuko hivyo. Mwanaume anamhitaji mwanamke kuliko mwanamke anavyomhitaji mwanaume. Naomba rudia, anayekupenda ni yule ambaye anakufurahia ah, sio anayekufurahisha. Anayekufurahisha anakudanganya, anayekufurahia ndio anakupenda. anakupenda <laughs> ndugu mtazamaji, unayempenda sio yule ambaye unahisi kama anakuvutia ah -ah. Unayempenda ni yule ambaye unamfurahia, au na kipato au la, ukimfurahia inatosha, kwani hakuna gharama unaoweza kutumia kwa kipato, kwa fedha kununua furaha. Mwanamke anaye control chumba mwanaume na mheshimu. hmm. Wengine wanafikiri kwa sababu ametembea na wanawake wengi anajua mwanamke, unajua uchi wao, unajua miili yao, lakini yeye umjui mwanamke, ukimwambia neno ana uwezo wa kukaa na jambo bila kulitoa kwa saa 34 na baada ya hapo anachemka, anataka toe mm. Unahisi kumbusu mwenzako, unaangalia watoto eh, kwamba tumechakua na, na... na sehemu ya kupeleka upendo sio kwa watoto Watoto wanapokea upendo wako kisawasawa kwa mama yao. Na mama, sehemu ya kupeleka mapenzi sio kwa watoto, ni kwa baba yao. Kumpenda mtu ni kuwa tayari kumbeba mm. kwa hali yoyote ile, ambayo ni mbaya, sio njema. Ndugu mtazamaji, nilisema hiyo Marekani. <laughs> nilikuwa ni, ni, ni nafundisha. Kuna vitu ambavyo vinabidi kuvikosoa na haya yote ni matatizo ya mimi, inakuja kama um, reaction mm -hmm, na react mm -hmm. Okay, uja respond, una react kwa sababu kuna active response na reactive response. Okay, kama wewe una uhakika kwamba unampenda mm -hmm, una shauku ndani mm -hmm, umwambie tu thank you mm -hmm lakini kama unawewe wewe unampenda, mwambie I love you. Ondoa tu kwa sababu tu ina maana you love him you love her because she or he loved you. Mwanaume unayetutazama sasa hivi dunia hadi miaka yote hadi leo atuelewi kwamba neno mwanamke ni sawa na mystery. Mwanamke ni sawa na mystery. Neno mystery ni jambo ambalo ni siri, ni, ni fumbo. Mwanamke aeleweki. kwa kadiri mwanaume unavyojikita kumwelewa mwanamke, ndivyo hivyo utazidi kuwa disappointed maishani mwako. Utawabadilisha, lakini utazidi kupata deception. Sulemani aliangukia mtego huo, alikuwa nadhani yeye ni mtaalamu, kwa sababu ana hekima, ana play katika danger zone, anachezea humo, anachezea humo, mwisho wake akamwacha Mungu kabisa. Suleiman. Mwanamke ni very dangerous kwa sababu mfumo wa mwanamke ni mfumo ambao umepewa umungu zaidi, that factor number one. Ukisikia neno ufunuo ni neno la kike manake, ukisikia neno mystery, siri ni neno la kike. Ndio maana mwanamke aweze kukaa na siri, kwa sababu yeye mwenyewe ni siri. Mm -hmm. Yes. Maji ayanyi maji, mwanamke akai na siri, kwani yeye ni siri. Nature yake ni siri. Mwanamke ukimwambia neno ana uwezo wa kukaa na jambo bila kulitoa kwa saa thelathini na nne. Baada ya hapo, anachemka anataka toe manake sio sehemu ya kuweka siri, unachukua siri unaweka kwake. Maji ayani maji, yeye mwenyewe ni siri. Siri za mambo atatoa tu, ataongelea hayo. Ukiweka mbegu kwake, tumbo litaonyesha. Manake atunzi siri kwa sababu yeye mwenyewe ni siri. Mwanamke ni divine mystery. Ukirudi mwanzo kabisa hapa, ujumbe kwa kina wanaume: wengine wanafikiri kwa sababu ametembea na wanawake wengi anajua mwanamke unajua uchi wao, unajua miili yao, lakini yeye umjui uhusiano. <laughs> Ni kuziba mapengo, kufuta mapungufu. Ina maana key number one kuungana na mtu tu mm. Ni kwa ajili ya mazaifu ya ya kwa -kwa kwa kwa na ya kwake kuyafunika. Hey, kumpenda mtu ni kuwa tayari kumbeba mm. kwa hali yoyote ile ambayo ni mbaya sio njema mm. Okay. Okay. Hali yoyote hali yoyote mbaya, ndio maana inabidi kubadilisha confession wakati wa kufunga ndoa. Kwa mfano, bora mtu aseme nakupenda na wakati wote mbaya nitakuwa na wewe, usiseme wakati wa raha, kwa sababu ukishampenda mtu raha ipo obvious, obviously <laughs> upendo unadhirika penye mabaya, okay. uwezo kawapenda wema hmm, ni asili ya kipagani uh, kupenda wema <laughs> kupenda wema hey, hey, kwa sababu Yesu alisema nini, mkiwapenda wanaowapenda <laughs> tofauti iko wapi kati ya nini na wapagani? wanaowapenda wap wale wanaowapenda ni wapagani hmm. Ina maana mwana wa Mungu anayeelewa the universal concept ya life ni yule ambaye anawapenda wasio na upendo, wenye kasoro. Uwezo kamsamea asiyekosea. Apathy ni kutokuwepo kwa mwemko au hisia ambazo ni misukumo. mm -hmm. Kutokuwepo kwa mwemko mm -hmm. Wakati wote unapo surprise, unapozuia mwemko unakuwa apathetic. Mahusiano mengi yana migogoro kwa sababu wahusika wa hawana mwemko na hawana hisia yes, kwa sababu ndio maana utakuta mkiwa na mgongano tu mm -hmm. kila mmoja humtaki tena mwenzako Una, utaki mwenzako kwa kusuppress emotion, kwani mkiwa hamuelewani ndio mnahitajiana zaidi. Mkiwa hamuelewani ndio mnahitajiana zaidi, mwemko anakuja kali, ili itibu mm, hiyo hali iondoke, okay, lakini ukiendelea kuipinga, kui mm, unasababisha maafa na madhara katika mahusiano okay. Ndio maana mkigombana unamhitaji mke wako zaidi, mm. na muhitaji mke wa, mume wako zaidi, mm. kitandani unahisi kama Yaani ni mguti au la, mm. atanionea hapo mm. umeisha jikosea, una surprise emotions, unazuia hisia una, unazuia mwemko huo mm. ukiwa unazuia feeling, utaki kutabasamu, utaki kucheka kwa sababu wewe una cheo mm. utaki kuongko, kukaa chini ukule na watoto ucheze mm. na mume muke, upotezee mbali yote ya misukusuku ya maisha mm. u express ufanye exhibit unavyohisi mm. unahisi kumbusu mwenzako, unaangalia watoto eh, amausakua so una... ndugu na umri gani? <laughs> Mungu hadi leo anawaambia watu nawapenda eh, lakini wewe una miaka 60 unafikiri umezeeka eh. Uwezi ukamwambia mtu I love you mm. kwa hiyo, na hasa kwetu hapa Afrika mm. fuatilia vizuri, ndio maana wazungu anaweza kawa na umri mkubwa lakini anaonekana kama kabinti bado mm. kwa sababu mzungu anavyohisi anapeleka anaongozwa hivyo tangia awe mdogo. Na wewe amua hivyo. Apathy ni ugonjwa mbaya sana. Apathy ndio inayosipeleka hadi depression, msongo wa mawazo. Apathy ina increase stress, inatengeneza stress ikose balance. Ina maana kizunguzungu, unakuwa na blood pressure, unakuja unakuja kuwa schizophrenia mwisho wa siku unakuwa sociopath Why? Love you too is not motivational. Uh, mvtoa ndugu mtazamaji, nilisema hiyo Marekani. <laughs> Nilikuwa nafundisha kuna vitu ambavyo vinabidi tu kuvikosoa, na haya uh, uh, yote ni matatizo ya mimi, nilikuwa nafundisha Marekani, uh, na uh, nikawambia wazungu wale uh, Why mnasema uh, I love you too? hiyo uh, too inakuja baada ya koma, mimi mtaalamu wa lugha uh -huh. mimi I love you okay? uh -huh, too. Mi koma tu mi mm tu -hmm, ina maana hiyo tu, mm -hmm. tu. Tu mm -hmm. Inakuja kama um, reaction mm -hmm. na react mm -hmm. react okay. uja respond una react yeah. mm -hmm. Kwa sababu kuna active response na reactive response mm -hmm. okay. Kwa mfano mtu akwambia I love you mm -hmm. Kama wewe una uhakika kwamba unampenda mm -hmm. una shauku ndani mm -hmm. umwambie tu thank you mm -hmm. ah lakini kama wewe unampenda, umwambie I love you. Sio ondoa okay, si tu. tu kwa sababu tu ina maana you you love him, you love her because she or he loves you. Ah, alipenda wewe kwanza. Alafu wewe unampenda. Unaanza kusema mwenyewe. So wakati wote udhesabu wewe ndio unaanzisha mm. Sio kwamba umeshawishika kumpenda kwa sababu yeye anakupenda mm. Mtu akwambia yeah. mm. Oh, eh, kama, oh, unasema kama una uhakika kama unampenda au la nee, nee. Ishie pale baada <laughs> ya kumwambia too, <laughs> hiyo ni feki <fake> <laughs> Mamama wa zamani walifumania waume zao, lakini ndo iliendelea, na walikuwa wanasuluhishwa kiurahisi matatizo yanazitishwa, lakini sasa hivi watu wanavumiliana kwa kulipizana chini chini, na mwisho wa siku hatima hakuna. Tatizo tunataka tatizo ni kuelewa sekta ya furaha inasababishwaje. Ndoa yako ikikosa amani, na maana furaha ndio imekosekana. Ndoa yako mahusiano yako yakikosa riziki, mnakosa furaha, mnakosa raha. Vitu vingi tunavyovifanya maishani, tunatafuta raha. Ndio maana niliwaambia last time, ukifanya una, unachokipenda utafurahi, na ukipenda unachokifanya utafanikiwa mm -hmm. Kuna furaha na mafanikio ni vitu ambavyo uweze ukavitengenesha mm. tunda la Roho ni upendo ama, eh, furaha mm. Inamaana bayana ya upendo ni furaha. Anayekupenda ni yule ambaye mm. Anaya kufurahia. Anaya kufurahia, Anaya kufurahia. <coughs> Yule ambaye anakufurahia, sio anayekufurahisha. Anayekufurahisha anakudanganya, anayekufurahia anakupenda. Ndugu mtazamaji, unayempenda sio yule ambaye unahisi kama anakuvutia uh -uh unayempenda ni yule ambaye unamfurahia mm. Au na kipato au la, ukimfurahia mm -hmm. inatosha. Kwani hakuna gharama unaweza kutumia kwa kipato kwa fedha kununua furaha mm. Uwezo kanunua furaha au raha. Ndio maana watu wanakuwa na synthetic happiness mm -hmm. Wanategemea matokeo ili wafurahi. mm -hmm. Inaitwa synthetic happiness. mm -hmm. Matokeo yakitoka kwamba ana ukimwi anafurahi. Matokeo yakitokea kwamba ana ugonjwa anafurahi. Amefaulu shule anafurahi, ataolewa anafurahi, pesa imepatikana ya kununua kiwanja amefurahi. Au watu wana synthetic happiness, ina maana hawana furaha, wanafurahishwa. Mwenye furaha anafurahia uh -huh. Ndugu, unamchukia nani? uh -huh. Chuki ni sifa endapo haitaelekezwa kwa watu Hasira ni sifa endapo utaelekeza hasira kwa mtu. Ikielekezwa kwa mtu sio sifa tena. Mm -hmm. ni sumu. Ukimkasirikia mtu, maumivu yako yatakuwa makali kuliko kukasirikia jambo. Ngoja tu, tuweke sawa hapa, ndugu mtazamaji. Eh, negative ni muhimu sana katika maisha. Mm -hmm. Picha ili ionekane, inabidi iwe negative kwanza <laughs> Katika kati ka sayansi ya electronic electricity, mm. negative unaona kwenye betri ya gari lako mm. ni current flow N minus ile mm. ndio inaonyesha umeme unatembea hadi unapunguzwa wapi? mm -hmm. kwa sababu positive inabidi negative awepo, mm. anayeongezewa, mm -hmm. inabidi ajifunze kupunguza, mm -hmm. na anayezidishiwa anapaswa kupungu kugawanya, kugawanya ni arithmetic mm -hmm. so ukiona positive kuna negative mm -hmm. Sasa negative kazi yake ni kusaidia positive asiendelee kuzalisha tu, asizidiwe mm -hmm. na awe pia na sehemu ya kupunguza. yeah, ukiwa na hasira ina maana usiweke hasira hiyo kwa mtu, kwa sababu ukiweka hasira kwa mtu unagongesha positive kwa positive okay. ni umeme kwa umeme mm -hmm. Ni hatari lakini ukiwa na asira uhum, kwa hali ya wewe kuwa mwenye dhambi mm, ya wewe kuwa muhuni mm, ukiwa na asira ya wewe kuwa mwenye mbea mm, ukiwa na asira na wewe kuwa mwenye kuchanganya watu mm. Kwa sababu kuna watu ambao wana vieti maalum, wana phds sio kama ya kwetu mm, lakini wao na phd za kwao za kuhakikisha kwamba watu waishi pamoja. Yeye professional anaweza ni mtaalamu kabisa kuunganisha ulezi nambari 1 ni baba mama ni mtunzaji mama anatunza vizuri familia kwa mapenzi na baba analea vyema familia kwa upendo ujumbe kwako kwa baba usipoweka mifano ya upendo utaferisha familia na sehemu ya kupeleka upendo sio kwa watoto Watoto wanapokea upendo wako kisawasawa kwa mama yao. Na mama, sehemu ya kupeleka mapenzi sio kwa watoto, ni kwa baba yao. Sehemu ambapo watoto wanasoma mapenzi ipasavyo ni kwa baba yao, unavyompelekea mahaba baba akifika, unavyombusu ukifungua macho kwa sababu kibusu macho yatakuwa anataka kufunga, ina maana busu la kukontrol. Uingie katika mwemko, fungua macho, uoneshe watoto kwamba na mbusu baba yenu nikiwa na utambuzi kamili. Na baba unapo respond kwa mke wako leo, urespond kwa uhakika. Watu wengi tunafikiri ndoa ni ya kiroho. mm -hmm. Tuwe realistic mm -hmm. Ndio maana ndoa zenye shida kubwa sio za wapagani Hey, zatu wa kiroho kiroho ndoa za wachungaji maaskofu nini, ndoa za matatizo. Unajua kwa nini? Kwa sababu kitengo cha kimwili wanakipeleka kiroho. Mwana mama, mwana baba, ndoa ni ya kimwili. Baba penda mke, watoto wanakupenda hata ukiwa mbali. Mama uwe na mapenzi na wanao, watoto wana mapenzi na wewe, uwe mbali au karibu. Mama uwezi ukamfana mtoto akue utamtunza mno atakuwa mwepesi kukonekti na watu at, atakubalika na watu haraka, lakini atafeli kuishi nao, kwani mguso wa baba ni muhimu. Matatizo kati ya baba na mama msiwahusishe watoto, kwani nini? Mmefeli kuishi, lakini watoto wamezaliwa, kwani mmefaulu. Baba uhakikishe watoto wanamtembelea mama yao kwa ridhaa yako. Ukiwa unamchukia mtu sana, unaumia wewe kuliko yeye, unayemchukia aumii pamoja na wewe. Kwa hiyo hakikisha tunaelewa hiyo, na tunafunga ukurasa kwa kusema, wana mama wengi mnaoteseka na unahofia watoto wako wasiende kuteseka, wewe unateseka. Ukifariki wewe, wale wataitwa yatima, lakini wao wakifa utaitwa nani? Katika sifa endelevu hakuna towapenda daima. Kuna tofauti kati ya kumuongelesha mtu na kumpa jibu anayeleta kejeli. Kumbuka process tunaokwenda, yeah. Anayetakiwa asijibu ni yule mwingine ambaye ana feel kwamba jibu inaotoa ni contrary ya anachosema, mm. Si kwamba asiongee tena, yeah, okay. Kuhusu hiyo topic unaoleta wewe, mm. Kwa mfano mtu akinyamaa kimya alafu anaangalia pembeni, uoni macho yake, mm. Utaongelea kejeli utaongelea kijila, anakuangalia alafu unaongea anakuangalia, akikuangalia, e, hata akikuangalia atakupandisha na shuka chini, anakuangalia kabisa, yani mwenyewe unajiangalia na wewe. Kuna watu wana macho, tufunge <laughs> <laughs> ukurasa kwa kusema, tufunge ukurasa kwa kusema Mwanamama hasa ndio mtaalamu wa kejeli. Mwanaume hawezi kumtisha mwanamke, hawezi kumtishia mwanamke kwa kejeli, kwa sababu mwanamke ana viungo mwilini mwake bila mfano. Yani, ana sifa tu, you see that. lakini mm. sisi, Mungu ametuumba sura tofauti. Wanaume tuna sura, tuna sura nyingine kama nyani, you see. Lakini mwanaume, kwa hiyo mwanamke yuko kama ua, na ndio maana anayeweza kuwa na kejeli zaidi ni mwanamke. Mwanaume ndio anatafsiri hivyo. Ukiangalia masuala ya kejeli, ni mwanaume sana sana, mwanamke Mwanaume anaweza, mwanamke anaweza akasema mwanaume ana dharau, mm. lakini mwanaume mm. atasema mwanamke ana kejeli, kwa sababu anayeweza kupeleka macho juu na kushusha chini yeah. Ni mwanamke yeah, ni mtaalamu kabisa. So mwanamke, na ukiwa namwongelesha mtu, ni maongezi, mna share okay. you see that? ni interaction. Ukimuuliza najibu, ukimuuliza na jibu. Lakini kama wewe unasema jambo hapa, tunataka kumwokoa yule ambaye ana drive kejeli Ukiumizwa usijibu moja kwa moja, pima sekunde kumi. Unahesabu kabisa moja, mbili, tatu hadi kumi, alafu unapojibu, utafikiria kwanza alisemaje, utajibu straight kwa ile. Na kama unajibu moja kwa moja, umwambia asante, nimesikia huko. Mama kwa watoto wako, ni baba kwa watoto wako, kwa mke wako ni mume, labda mwite mume wako bwana kwa maana ya Lord kama Sara, hmm. alikuwa anamwita Ibrahimu bwana, hmm. ndio heshima, sio shikamo. hmm. Wangapi wanakuamkia shikamo? hmm. wana adabu na wewe. Ndio maana mimi by nature spell shikamo, usikatae ukipewa, chukua. hmm. Lakini upeleke ya... wapi sijui. <laughs> <laughs> Ndugu, turudi hapa, watu walioanzisha leo wanajua inaene tafsiri yake, ndio tuchukulie hivyo hivyo tu, hmm. kwamba wa chini anajiweka chini ya miguu yako. Yani ni, ni proof of servanthood mm -hmm. Yani yeye yuko chini ya miguu yako mm -hmm. Shikamo niko chini ya miguu yako, unaona eh? mm -hmm. so sio mbaya, lakini mume wako mm habari -hmm. za saizi mume wangu, umeshindaje? ukiwa namuita hivi mnakuwa levo utamwendo vizuri kimahaba. Kuna wanawake mume wake akiwa anasoma gazeti, yeye yuko pembeni, anaogopa kusogea hata kukaa na mume wake kwenye kiti. Ndugu mama, bahati mbaya hii ni TV na wakina baba wanasikia, mwanaume anamhitaji mwanamke kuliko mwanamke anavyomhitaji mwanaume. Naomba rudia: mwanaume anamhitaji mwanamke mwanamke kuliko mwanamume mwanamke anavyomhitaji mwanaume. Kiaje? Bayana, mwanaume anawaza ngono kila baada ya sekunde saba mwanamke hayuko hivyo. Kwa hiyo mume wako asikutishie kwani mtaani kuna binti fulani hivi akufikii, wala hata mtoto wako, mume wako anachezewa naye. Kwa nini? Kwa sababu yule binti yuko bold, ni shujaa, ni jasiri bu na woga. Woga unatanguliza mabaya. Mume wangu anaweza kanichapa. Mwanaume akiwa nakuchapa, ina maana chumbani anaendesha yeye mwanamke anaye control chumba, mwanaume na mheshimu mpinzani mm. wa upendo ni chuki. Ina maana wewe ukiwa na chuki, ina maana unapinga upendo mm. Okay. kinyume cha upendo sio chuki mm. Uoga, uoga. kwa nini uoga? kwa sababu anayeogopa mm. anapoteza uhakika mm. ukipoteza uhakika unakosa haki ukikosa haki una imani. Usipokuwa na imani utakuwa na matumaini kwa Mungu, kwani mwenye imani ni yule ambaye anakuwa na tarajia kwa Mungu na anasaba, anakuwa na bayana ya matarajio yake kwa Mungu. hmm. Sio kwa watu. Mwoga amwogopi Mungu. Ndio maana ukiwa unamwogopa Mungu tunasema hofu, sio mm -hmm. woga mm -hmm. Sema nina woga wa Mungu wa <laughs> kuna, kuna hofu <laughs> inakuja <bwana. laughs> yeah. Baada ya kutambua Mungu ana uwezo gani ya kusababisha mema na mabaya yeah. maishani mwako mm -hmm. unakuwa na hofu mm hivi -hmm. kupenda is naturally oh, unatakiwa ufundishwa kupenda Upendo, mm, okay, upendo ni tunda, mm -hmm. sio mbegu, tunda sio <laughs> tunda, mm -hmm. Mbegu uweza ukapanda tunda, ila ukiona tunda ina maana mbegu ipo, ina maana upendo unasababishwa mm -hmm. hmm? Unasaba. Yeah, upendo unasababishwa mm, na mbegu yake mm, na mbegu ya upendo ni kiasi mm. Can you believe that? Mm. Yani, self control mm. Self control. Mtu ambaye ana uwezo wa kujikontrol mwenyewe mtu mm, ambaye ameisha jitawala yeye mm, anapanda mbegu ya upendo. Ndugu mtazamaji, hatua muhimu ya kukuwezesha kutoka moja kwa moja katika tamaa ni distance. Tama ni tama kwa sababu tamaa ni kwa macho, tamaa kwa mwili, zao lake mbaya kiburi. Sasa ukishafikia hatua ya kiburi unamzuia Mungu kwani Mungu anawapinga wajikweza. Sasa ukiwa unajikweza Mungu anakupinga, atakaye kutetea ni nani? Bora una conflict na watu, lakini Mungu akikupinga utapitia wapi? Kwa sababu promotion ni watu mm -hmm. lakini watu hawawezi kupromote Mungu asipoamurisha wa mm -hmm. ndio maana leo hii maisha ya dunia watu wengi tunajitahidi, mm -hmm. kujiinua wenyewe mm -hmm. lakini wanaoinuliwa na Mungu ni wachache, you see, so hakikisha una time na wewe distance. Dunia ya leo changamoto kubwa mm -hmm. ni ukaribu usiokuwepo ambao ni fantasy, tunafikiri kwamba tuko karibu, kumbe hatuko karibu kumfikia mtu inabidi yeye akusogelee. Amna, say that again ndugu mtazamaji, kumfikia mtu inabidi yeye akusogelee. Inabidi uelewe kwamba katika maisha yako watu unaofikiri wako karibu na wewe hawako karibu hadi wewe wasogelee, na wao wao na tayari wako kupokea. Hmm. leo hii matangazo ni mengi adverts, tunajitahidi kupata idadi badala ya kupata uwepo hmm. wa watu hadi kuna majukwaa matangazo mengi ya makanisa na kadhalika. Mi nakumbuka zamani makanisa yalikuwa yamejaa, lakini matangazo ya kuwepo mm. Sasa sisi leo kuna strategy tunasema inabidi twende na wakati. Wakati kwa taarifa yako ndugu zangu, wakati hauendi na watu mm? Wakati unakwenda. Ina maana wakati hauendi na sisi, inabidi sisi tutumie wakati ipasavyo teknolojia inabadilika, lakini uhalisia ni ule ule. Angalia leo watu badala ya kunene wa kukua watu wanaanza kunenepa.